Wakikwete yeah. Lakini tulipofika katika vikao vya chama yeah. Akateuliwa ndugu Benjamin Mkapa, wote tuligeuka, na Morogoro ilimpa kura nyingi, wala hawakuamini kama anaweza kupata nyingi kiasi hicho yeah. Kwa hivyo nataka kukuthibitishia pamoja kwamba hata mimi mwenyewe sikuwa mpenzi wako yeah. Lakini na heshimu kauli ya chama. Ndiyo maana viongozi wetu wa dini walikwenda misikitini na makanisani kuomba nchi hii ipate rais mpya mzuri. Pamoja na kuwa wengi tulikuwa tuna mapenzi na Ruasa, katuonyesha kwamba hapa tumekosea. Ais, rais wenu, Raisi wenu ni Magufuli. Leo nataka kukuthibitishia kwamba mimi na wenzangu wote hasa wazee akiwemo Mzee mashishanga kwa bahati mbaya leo yuko Shinyanga yeah. Mzee Songwa, yeah, leo yuko Malinyi yeah, lakini wamenipa salamu ni kuambie kwa kwamba usiwe na wasiwasi katika kuwatuma kwenda kufanya kazi ya kukutafutia kura. Kazi hii tutaifanya kwa uaminifu na tuna uhakika vijana wetu watakusikia. Asante sana.